Ramzi, kiufundi kabisa, uh, Luis Enrique alimshinda wapi kocha Inzaghi? Ni Inter Milani ambao wanasifika kwenye defense, uh, katenasio, sijui timu inatoka Italia, wameonyesha uwezo mkubwa sana msimu huu kwenye ligi kuu, lakini walipitwa kidogo tu na Napoli. Kwenye Champions League wamemtoa Barcelona yet, kwa Luis Enrique ameshindwa kupata majibu, ikiwemo kutokupiga hata shuti mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza. Uh, ilikuwa ni vita ya kimbinu mchezo ambao makocha wote walikuwa wamejiandaa vyema kabisa kimbinu kwenye mm makaratasi na wameziandaa timu zao vizuri, changamoto ikaja ni namna gani wachezaji wataenda kutekeleza ule mpango kazi wa walimu kiwanjani. Ukiangalia katanasio dhidi ya tiktok, kuna vitu ambavyo unategemea kuna sehemu madhaifu yatapatikana, na mara nyingi madhaifu kwa yule ambaye anatumia tiktok atakuja kumpata kwenye mtego mtu ambaye anatumia katanasio, kwa sababu katanasho ziko za aina tofauti tofauti hmm. Ile ya nne mbili tatu moja, wale wawili wakiwa hawatoki, wanabaki kabisa kubaki chini kama viungo wa, wazuiaji wote, kama ile AC Milan ambayo ulikuwa unakuta Gattuso anacheza kama namba nane alafu Pirlo anacheza kama namba sita hmm. Ni mda ambao tukapata jina jipya la viungo wale deep playmaker. Yeah, kwamba Piro anacheza chini nyuma ya Gattuso ambaye Gattuso anaonekana ni mgumu, ndo anakaba sana, Piro anaonekana akabi sana lakini. Na mashambulizi ya AC Milan yanatokea chini kuanzia kwenye miguu ya Piro tumekuja kuona aina hiyo ya viungo wakaja kwenye mpira wa kisasa, mpaka sasa hivi tuko nao wengi hmm. Lakini ile ilikuwa ni aina moja ya katanaso kwamba timu itakuwa inajilinda. Njia ya kujilinda ni kuwa na mchezaji ambaye ana uwezo wa kuiokota mipira vizuri mm -hmm, kutoka kwenye safu yake ya ulinzi na kuweza kuisafirisha kupeleka safu ya kiungo pembeni ya kiwanja, hata kwenye safu ya ushambuliaji. Tuliona aina hiyo ya mpira Carlo Ancelotti akiwa anaifundisha AC Milan kwa kipindi kile, lakini kuna katanasio nyingine ambayo tumekuja kuiona ambayo Massimiliano Allegri akiwa kocha mkuu wa Juventus tuli mm. kutumia mabeki watano wa mabeki watano, wakati ambao unakuta hata yule ambaye anaenda kucheza kama winga au kiungo mshambuliaji wa pembeni, kwa lugha nyingine namba saba na namba kumi na moja, bado wanakuwa ni mabeki muda ambao mabeki wake wale watatu watarudi ndani kuifinya ile mistari, kuziba zile nafasi ambazo tunaita half space, wale ambao wanakuwa wanacheza kama mawinga watarudi nyuma kuja kuziba ile mistari ya pembeni kabisa mwa kiwanja. Tuliona kipindi Masimiliano Allegri akiwa kocha mkuu wa Juventus anacheza Bazagri, Bonucci na Cherini kama mabeki wa kati lakini mm. pembeni unamkuta Cuadrado akiwa anacheza. Cuadrado kiasilia ameanza kucheza akiwa kama winga lakini baadaye makocha tofauti wakaanza kumtumia kama beki namba mbili. Kwa hiyo alivyokuwa anabadilika katika majukumu na katika muundo wa kiuchezaji wa timu mbalimbali mm. akazoeleka kucheza kama wingback. Pia upande wa kushoto ulikuwa unawakuta wachezaji kipindi kile alikuwa ni st ndo anacheza upande wa kushoto wa Juventus Turini. Kwa hiyo unakuta, Juve ukiangalia kwenye makaratasi, unaona mbona kama ni timu ambayo imejaza mabeki tu mm. Lakini bado utaiona inacheza vizuri na wanamuvu wanapita katika kila kordo ya ya. Ya, ya, ya, ya uwanja na kuweza kutengeneza nafasi na kupata magoli. Huo ulikuwa ni muundo mwingine wa Katanasio wa kuwatumia mabeki watano, tunasema senta baki watatu wa na mabeki wa pembeni wawili, lakini kutu, kuna Katanasio nyingine ambayo tumeanza kuishuhudia siku za karibuni mm. Kipindi cha nyuma aliwahi aliitambulisha kwa sababu mwanzilishi wa bakstere, kutumia mabeki watatu wakati nyuma alikuwa ni Marcelo Lippi katika mpira wa Italia. Baada ya yeye sasa kuwa ameondoka kwenye mpira, unaona makocha wa kisasa wanajaribu kufanya renovation maboresho mm. ya ule mfumo wa kuwatumia mabeki watatu wakati mb. tumekuja kuona anafanya vile Mauricio Sari mm. akafanikiwa kwa kipindi chake amefanya Antonio Conte katika baadhi ya timu alizoenda, akiwa na Inter Milan anachukua ubingwa Scudetto, alikuwa anatumia muundo huo. Lakini tumemwona pia Antonio Conte akiwa na Juventus anatumia muundo huo huo. Zabi Alonso amefanya hivyo hivyo akiwa na